Na kazi yetu sisi wataalamu wa halmashauri, ikiwemo maafisa mipango, ni kuwa wabunifu sasa, ili vijana hawa katika halmashauri zetu wapate shughuli ya kufanya, kwa sababu end point ya kufanya shughuli ni kujipatia kipato. Anayetafuta ajira lengo lake, bwana Banagubagai, kufanya nini? Kupata pesa. Aliyejiajiri end point kufanya nini? Kwa hiyo watu wengi tunakimbilia kwenye ajira za serikali, kwa sababu tunasema tunawahakika kila msho wa mwezi tutapata mshahara. Lakini waliojiajiri na wenye discipline katika ajira zao wana kipato kikubwa vikubwa kuliko hata watumishi wa serikali. Sasa niliita wanafunzi mia saba waliomaliza, karibu mia saba, tukapata muda zaidi ya masaa matano tunajadili pale lakini asilimia sabini mentality yao yote ni kwamba tunataka na sisi tuajiriwe. Lakini ajira elfu nane mia tatu hapa mkoa wa Mwanza pekee yake, hata tungepewa hizo zote, hatuwezi kuajiri wasomi wetu wote. Kwa hiyo kuimarisha sekta binafsi ili ajiri watu ni swala la msingi sana, na kazi yetu sisi wataalamu wa halmashauri, ikiwemo waafisa mipango ni kuwa wabunifu sasa, ili vijana hawa katika halmashauri zetu wapate shughuli ya kufanya, kwa sababu end point ya kufanya shughuli ni kujipatia kipato. Anayetafuta ajira lengo lake bwana Ngumbia gani ni kufanya nini? Kupata pesa. Aliyejiajiri end point kufanya nini? Kwa hiyo watu wengi tunakimbilia kwenye ajira za serikali, kwa sababu tunasema tuna uhakika kila mwisho wa mwezi tutapata mshahara, lakini waliojiajiri na wenye disiplini katika ajira zao wana kipato kikubwa kuliko hata watumishi wa serikali. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa amezungumzia uh, swala la la kupata kipato kwa vijana. Kama tunavyofahamu, vijana ni zaidi ya asilimia 65 wa Tanzania. Vijana ndio nguvu kazi ya taifa letu, na vijana ndio E, tunasema driving force ya uchumi wote duniani vijana hawa wanataka hasa, uh, wao wenyewe kwanza kujitambua. Ikusudi kijana aweze kufikia malengo yako, kuna mambo makuu matatu lazima uyafahamu. Kwanza ujitambue, mimi ni nani; la pili ujitambue unataka kuwa nani; na la tatu utatumia mbinu gani kufikia matarajio yako. Hayo ni mambo makuu matatu ambayo kijana yoyote mtanzania lazima yafahamu kusudi uweze kujitambua ni nani unataka kuwa nani na utafikiaje marengo yako. Hiyo ndio itakusaidia kuweka programu za maisha yako, eza uwe mjasiriamali, uwe mfanyabiashara, uwe ni mwajiliwa na kadhalika. Sasa kuna hii dhana ya vijana ambayo wanafikiri maisha lazima uajiliwe. Dhana hii imepitwa na wakati. Tukumbuke kwamba mwaka 1961 taifa letu lilikuwa na Watanzania milioni 9 tu leo zaidi ya miaka 60 Watanzania tupo zaidi ya milioni sabini. Tuna vyuo vikuu zaidi ya hamsini, tuna vyuo vya kati, kuna wanafunzi wa darasa la saba, kidato cha nne na vyuo, hawa wote wanaenda kwenye soko la ajira. Sasa hawezi serikali haiwezi kaajiri e, vijana wote ambao namaliza katika vyuo vyote hivyo, lazima mindset ya vijana ibadilike kutoka kwenye kuajiliwa na kwenda kwenye kujiajiri kusudi wapate kipato. Haya maelekezo ambayo ametoa mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa kwamba kila wilaya, kila wakuu wa wilaya waende kukutana na vijana katika maeneo yao, kusudi tuweze kuzungumza kwa pamoja, vijana wapate fursa ya kusema kile ambacho wanakihitaji, na kwa sababu sisi katika wilaya zetu tunayo asilimia kumi ya mapato ya ndani itawawezesha vijana hawa kuwapatia mtaji katika yale mambo ambayo wanataka kuyafanya. Hii itasaidia sana kwa vijana kuweza kujiajiri, kuweza kupata mapato, lakini kuchangia katika mfuko au pato la taifa. Kwa hiyo raia wangu, kama mkuu wa wilaya ya Ukerewe, nawasitiza vijana wote wa wilaya ya Ukerewe watambue kwamba muda sasa umefika sio wa kuweza kuambiwa kile ambacho nataka kufanya, bali we mwenyewe kupanga nini ambacho nataka kufanya, na sisi kama serikali ya wilaya kukuwezesha uweze kufanya jambo ambalo unataka kupata katika maisha yako ya baadaye.